Wale ambao mnaona wakitembea huko kwa barabara, wakiwaambia ati pesa mnaletewa ni pesa mbaya, ati mkule, sijui msifanye nini, muambie pesa ambazo tunachangisha leo ni pesa ya wafanyi biashara ya kufanya biashara, na kama hutaki tuletee, wamama wa majabo wa pesa, wewe leta zako uwapatie wafanyie biashara, ama mkitatoa mtakataa mkiwana kwa barabara wanawaletea chochote. Sasa naona wanaeneza porojo, sijui hawangefaa kufanya hivi, wangefanya hivi. Sisi tumewambia tuko na ajenda yetu ambayo tunatekeleza. Please get your own agenda, get an agenda that will transform and change the lives of the people of Machakos, Ukambani and Kenya at large. Mambo ya kutembea kwa barabara kuuza chuki kuuza siasa ya ukabila, kuuza migawanyiko, hayo hayatasaidia mtu yeyote. kwani kwelineguokana kigwadoito niguo no. no. tuikare hau